Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Ackson ametoa maelekezo kwa waziri wa Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa kufuatilia tuhuma ambazo zimetolewa kwa mkoa wa Arusha. Tuhuma hizo ambazo zimetolewa na mbunge wa Arusha mjini Mrisho Gambo zimeeleza kujengwa kwa jengo la utawala lenye floor 8 kwa gharama shilingi bilioni 9 pamoja na kusainiwa kwa mkataba wa bilioni 6.2 huku gharama halisi zikitakiwa kuwa ni bilioni 3.4.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 lakini hatua zichukuliwi. Tuliwaambia kuna wizi ulifanyika pale, CAG akaleta team pakawa na special audit, madudu yakufa mtu, hakuna watu waliochukuliwa tu, wanafanya kuzuga zuga tu, wanachukua. Si wewe utasimamishwa hivi kidogo, utapigwa siku ngapi, lakini hatua serious akuna. Ni fedha za walipa kodi, ni fedha za Watanzania. Kwa hiyo, mheshimiwa waziri, ili jambo mi nakuomba, kwa sababu nasisitiza kwamba sina mashaka na wewe, ni maana kwamba utakwenda kuangaika nalo. Lakini la tatu ni kuhusu Tarula.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 mnakwenda kutenga fedha bilioni moja nukta sita jiji la Arusha eti kwa ajili ya kwenda kubomoa eneo la stendi ndogo, eneo ambalo linaingizia mapato halmashauri milioni mia nane kwa mwezi. Leo mnakwenda kulibomoa eti mjenge jengo jingine ambalo tayari kuna mapato mnayapata pale. Kwa nini hii 1.6 isingeenda kujenga barabara? Mheshimiwa wabunge, mheshimiwa Gambo hapa amechangia, amezitaja tuhuma nzito kwa kweli tuhuma nzito, pamoja na kwamba hajataja mtu, lakini ni tuhuma nzito e, kwamba jengo la bilioni sita zimezidi sijui bilioni tatu kwingine bilioni nane Sasa hiyo kidogo e, sio jambo ambalo tunaweza kuliacha tu liende kwamba ni mchango wa kawaida wa mbunge. Sasa Mheshimiwa bunge, kwa, kwa uzito wa tuhuma hizi, Mheshimiwa waziri, tutakapomaliza e, bajeti yako Uh, utuletee taarifa ndogo tu ya huo ujenzi wa hilo jengo eh, tutakupa nafasi hapa bungeni, kwa sababu tuhuma zimetolewa hapa bungeni. Utakapojibu hapa bungeni, tutaona sasa bunge lichukue hatua gani kwenye jambo kama hilo. Mheshimiwa Spika, eh, ni nikiri kupokea maelekezo yako, lakini ni vyema tukakumbushana kwamba mipango ya maendeleo katika halmashauri zetu miji yetu na majiji haipangwi na TAMISEMI, inapangwa kwenye vikao maalum ya mabaraza ya madiwani kupitia kamati za fedha na kamati mbalimbali eh, chini ya mabaraza yetu ya madiwani. Sasa hili la fedha eh, pengine ingeenda kufanya shughuli fulani, wanaoamua kutuletea eh, ni madiwani ambao sisi sote ni wajumbe eh, kwenye vikao hivi vya madiwani. Kwa hiyo lakini hili lingine mheshimiwa eh, Spika, nimeipokea, tutafuatilia kwa karibu kama ambavyo mheshimiwa mbunge ameweza kuonyesha konsani yake katika eneo hilo, tutafuatilia kwa karibu na wakati wa kuhitimisha tutakuja na taarifa kamili ya namna tulivyochukulia hatua hii.